92 au 0678813891. Habari za asubuhi ya leo popote hapo ulipo mtazamaji wa Sauti Kuu TV online. Mimi naitwa Dorcas Daniel au wengine huniita Double D, niko hapa fiti kukuangazia eh, magazetini mm -hmm, leo kwa siku ya leo ya Ijumaa ya tarehe 26 mwezi wa 9 tano karibu, tuangaze kwa pamoja. Kama bado si mdau, unaweza kuwa mdau kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, lakini pia kutufuatilia kila itwapo sasa. Kila itwapo leo, mshirika wetu asubuhi ya, ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe. Nianze na sehemu ya kwanza ya magazetini leo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa. Taifa Leo gazeti limeandika kilio cha familia. Familia ya polisi aliyeuawa e, Haiti, yalalama jinsi serikali e, jinsi serikali ilishughulikia habari za mauti ya mpendwa wao. Kilio cha familia, habari hii imetajwa katika gazeti e, Taifa Leo. Kasipul, eneo lenye sifa za fujo, nitashinda bila Raila, babu asema habari imetajwa hapo, eh, ushelisheli kumjua rais Jumapili, ni habari ambazo zimetajwa katika gazeti Taifa Leo. Naondoka hapo nikiangazia El Nur, sauti ya Waislamu. Msiba mzito kwa daktari hospitali ya El Shifa huko Gaza, aliaga familia akienda hospitali kuhudumu muda kidogo, anapokea mai, eh, anapokea maiti sita za ndugu zake, aswalia maiti na kuendelea kutibu majeruhi E bana, msiba mzito kwa daktari hospitali ya El Shifag huko Gaza. Aliaga familia akienda hospitali kuhudumu muda kidogo, anapokea miili sita za ndugu zake, eh hao hao walioaga, alafu anaswalia maiti na kuendelea kutibu majeruhi. Mm. Haya, bari imetajwa hapa. Waislamu wahimizwa kushiriki siasa kikamilifu. Buriani kaka Akilimani bari imetajwa katika gazeti Alnur sauti ya Waislam tumaini letu. Gazeti limeandika siri ya maisha yatajwa, askofu anasema acheni kusaka madaraka kwa nguvu. E, kifua kikuu, ugonjwa unaotishia uhai. Kibadeni ataka amani Simba. Haya na mengine mengi utayapata katika gazeti Tumaini Letu. Naondoka hapo nikiangazia uh, gazeti Mwanahabari gazeti bora Dkt. Samia akata Kiu, mradi LNG taaluma ya uhandisi ni moyo wa taifa. Dkt. Biteko eh, mgombea ubunge Chauma jimbo la Mchinga arudi CCM. Tehama yatajwa kama njia ya haraka ya kujenga ujuzi wa taifa. Habari hizi na nyinginezo utazipata katika gazeti Mwanahabari gazeti bora wa machinga, sauti ya wanyonge. Samia ataja sababu ruzuku chanjo za mifugo akata Kiu mradi LNG. Tarura Geita yahudumia kilomita 564, maeneo ya madini. Habari hii imeelezwa hapo e, gazeti Majira, gazeti huru la kila siku limeandika, tunachoahidi tunatekeleza, siyo ndoto. Samia huyo asisitiza mambo ya kusini yapo vizuri, akata kiu ya wananchi kuhusu mradi wa LNG. Wasira atoa onyo kali kwa walioanza kusaka umea ACT wa Zalendo yaomboleza kifo cha kaka eh, kifo cha kaka yake Rais Mwinyi. Uchumi wa kuwa kwa asilimia 5.4 robo ya kwanza 2025. Trump adai kuhujumiwa na teknolojia Umoja wa Mataifa. Historia imejirudia Malawi, Mutharika arejea. Habari imetajwa katika gazeti Majira, unaweza kukamata nakala hiyo gazeti Uelekeo: gesi asilia lazima inufaishe Tanzania. Samia huyo Kilolo kunufaika na miradi mipya. Wagombea ubunge kafu na chauma wa hamia CCM. Nipashe limeandika kumechangamka, kampeni za uchaguzi mkuu zimepamba moto, kukosoana kila kona eh, majigambo vya tawala makada wa haha eh, wa hama habari hii imetajwa hapa. Kumradhi wa hama mwenye atamba na uwanja wa ndege Pemba. ADC ya jinadi kupaisha karafuu. Meno ya kahawia tishio taalamu wataja tiba. Mutharika arejea Ikulu majeruhi kashfa za ufisadi. Habari hii imetajwa katika gazeti Nipashe. Mwanga wa jamii gazeti habari leo gwiji la habari Tanzania. Samia atoa uhakika mradi kuchakata gesi. IMF yaeleza kuimarika uchumi Tanzania bandari kupunguza gharama za maisha. Pemba saba waongezwa kesi ya kukatisha bilioni tatu. Afungwa jela maisha kwa kusafirisha cocaine, habari ambayo imetajwa katika ukurasa wa ishirini wa gazeti Habari Leo. Eh, gwiji la habari Tanzania, Uhuru vijijini. CCM ni vitendo zaidi, Dr. Samia huyo. Eh, msiba wa ahirisha kampeni za Dr. Mwinyi Zanzibar. Wasira aonya wana, e, wanaotolea macho umea. Maganya washusha presha waliokwama kura za maoni. Naondoka hapo nikitupia macho gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Dkt. Mwinyi azindua ujenzi uwanja wa ndege Pemba. E, ungeni mkono ujenzi miradi ya maendeleo. Abbas Mwinyi kuzikwa leo Mangapwani. E, ACT yaahidi kuboresha mafao kwa wazee wa staafu pia Naondoka hapo nikiangazia Mwananchi teke yawapa onyo mapadri pamoja na watawa kulikoni. Samia avuna wapinzani, ahidi jambo gesi asilia. Hapa Tunduma tutaweka daraja la juu. Mwalimu anasema hayo. Abas kuzikwa Zanzibar, kampeni za Simama CCM yatangaza onyo madiwani wanaojipanga kusaka umea. Habari hiyo utaipata katika gazeti Mwananchi Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Mradi wa LNG Lindi upo. Dkt Samia asisitiza dhamira yake kufungua mikoa ya Kusini. Tek atoa onyo kwa mapadri na watawa vilevile. Gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. TADB atoa elimu ya fedha kwa wakulima wa Bukoba MC. Dkt Samia ampigia simu Masauni akiomba kura jimbo la Kikwajuni. Haya, aliyemuua mwanafunzi wa chuo ahukumiwa kunyongwa hadi kufa. Gazeti Mtanzania leo, TADB yasogeza huduma kwa wakulima Bukoba MC. E, Mchinga nao waahidi kutiki kwa Dr. Samia Oktoba 29. habari hii utaipata katika nakala hiyo na sasa mtazamaji, ni kuangazie sehemu ya pili ya magazetini leo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani kwa kawaida tungeyapata mapumziko yaliyo mafupi lakini kwa sababu muda si rafiki, basi moja kwa moja tutupie macho huko, nikianza na gazeti Inyanda e, kutu, kutu yana sawa, bwana <laughs> naondoka hapo nikiangazia mwana habari michezoni. Simba yaondoka na pointi tatu kwa Mkapa ya ichapa Fountain Gate tatu kwa sifuri ligi kuu bara. Ibenge aje na staili mpya, Azam FC keni anukia ligi kuu England. E, wa wamachinga limeandika, mayele afanya yake, apiga hat trick. Makocha wa Afcon mmoja kutua Simba. Ibenge ana jambo lake, azam ni habari ambayo utaipata hapo. Majira limeandika NBC imechangia ushindi wangu wa riadha, huyu ni Simbu. Lakini pia mkuu wa majeshi ampandisha cheo bwana Simbu. Habari hii utaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti Majira uelekeo spoti. hatujakinai mataji Yanga hao yawasihi mashabiki wake wasidanganyike. kiba amsifu kusa kwa kujali ni e benge ya dai ligi kuu ya NBC ni ngumu. Uh, gazeti Mwana Spoti limeandika surprise ya Moroko, mastaa wafichua mwenyewe, afunguka kocha falls acharuka Jangwani, feitoto amaliza ukame wa siku 297 Habari hii ikitajwa katika nakala hiyo. Ni Nipashe limeandika, moroko ataka simba icheze kibingwa, CAF yanga na rekodi mechi za ufunguzi. Habari Leo, simba yasukwa upya, mirambo kaimu katibu mkuu TFF. Uhuru limeandika, faul za watu, hofu mashabiki yanga, alfonsi simbu apandishwa cheo Uh, polisi yaanza vibaya ligi kuu, ni habari ambayo imetajwa ukurasa wa mwisho wa gazeti Zanzibar Leo tupo tayari kuikabili ASD Sport KMKM, habari ambayo imetajwa pia hapo. Jeraha la Palma la ipasua kichwa Chelsea. Haya, taifa Tanzania kamwe watuliza mashabiki kuhusu kiwango kibovu cha timu yao. Jenerali Mkunda ampongeza Sali, eh, Sajini Taji Simbu habari hiyo ikitajwa katika nakala ya gazeti hilo. Gazeti hilo linatuhitimishia eh, habari za kimichezo na burudani asubuhi ya, ya leo kadhalika, eh, magazetini leo kwa ujumla, tumalize na hii tetesi za soka Ulaya, Manchester United yavutiwa na Harry Kane, habari ambayo imetajwa eh, katika nakala ya gazeti Taifa Tanzania. Mzalendo kwanza. Naitwa Dorcas Daniel, nikutakie Ijumaa tulivu.